Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Shamsuddin TV ni tarehe tisa leo mwezi wa 4 mwaka 2025, katika shamra shamra za hamasa ya mashindano makubwa ambayo yatafanyika ndani ya nchi yetu hii ya Burundi pale katika kata ya Buterere pale karibu na uwanja wa Laidi ada Masjidi Adai masjidi ambayo inaongozwa na ndugu yetu Sheikh Masudi wawa katika shamra shamra hizo tayari tumeshafika ndani ya uwanja wa ndege hapa wa kimataifa nchini hapa Burundi Melchior Ndadaye. Lengo likubwa ni kuja kuwapokea majaji wawili kutoka ndani ya nchi geni ya Tanzania, majaji ambao wamedhaminiwa na kutumwa ndani ya nchi hii ya Burundi kuja kuwajaji washiriki ishirini. Uh, hapa namzungumzia Sheikh Hashim Outhman Madenge pamoja na ndugu yake Sheikh Muhammad Khalifa Jumua lakini bahati mbaya habari ambayo tumeweza kupata kwamba imetokea ikhtilafu kwa, e, kwa sheh wetu jaji wetu kutoka ndani ya nchi ya Tanzania. Shekh Muhammad Khalifa Jumwa amepata kidogo ikhtilafu na ataweza kufika na kushiriki kwa, na kufika siku ya leo ni sheh peke yake Shekh Hashim Outhman Madenge, ambayo tutakuwa naye na tutaweza kuhojiana naye na kuzungumza naye atatujuza mengi insha Allah kuhusikana na mashindano ikumbuka tu ya kwamba mashindano tarehe kumi na mbili mwezi huyu Aprili, mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano sio mbali ndugu yangu, ni siku ya Ijumaa mosi. Fika siku hiyo ujionee mshindi kabisa ambaye ataweza kuibuka mshindi wa pesa milioni kumi, pesa taslim za Marundi, insha Allah. Ungana nasi Shamsuddin TV, tuweze kumpokea jaji wetu na tusisahau kwamba anapokelewa pamoja na ndugu yetu shekhu wetu ambaye anapatikana ndani ya nchi hii ya Burundi, shekhu wetu mpendwa, Shekh Bizimana uh, Zuberi. Niripota wako ama mtangazaji wako kutoka Shamsuddin TV Ishaq Alup, na nyuma ya kamera akiwa ndugu yangu bwana Islam. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ndugu zangu, kwa mara nyingine tena kama tulivyokuelezeni kwamba eh, mnakumbuka ya kwamba tunao tuna musabaka mkubwa sana ambao unaokwenda kufanyika katika jiji la Bujumbura, hapo Buterere Masjid Da'i uwanja wa laidi. Eh, ambao kutakuwa na musabaka kama mlivyosikia kwamba mshindi wa kwanza ni kwa mara ya kwanza atapokea kiwango cha milioni kumi. Hivyo basi. Na pia ni kwa mara ya kwanza kuwapokea watu kutoka nje ya nchi na miongoni mwa wale ambao tuliotarajia kutoka nje ya nchi. Ni majaji ambapo tuna majaji wawili ambao watatoka Tanzania nchi jirani na hivi tunaongea tayari mmoja amekwisha tua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mercior Ndadaye Bujumbura, ambaye ni ndugu yetu bwana Hashim Madenge. Tunasema sana ndugu yetu, karibu sana Sisa. karibu sana Sisa, katika nchi yetu ya Burundi, jihisi huko nyumbani shekhe, karibu kwa kweli, insha allah naam, naam. bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala amma baad, baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kuniwezesha kutua ndani ya nchi hii jirani pendwa kabisa nchi yetu ya Burundi, katika jiji hili la Bujumbura, katika uwanja wa kimataifa ulioko hapa Burundi, Mercior Ndadaye, Mercior Ndadaye, nikiwa nimepokelewa na ndugu yangu alhabib Sheikh Zubair Bizimana. Pamoja na Shekhe Musa Pedae, Pedae. Nimefurahi sana na nimeshuka salama alhamdulillah, ndani ya majira haya ya mchana ya wa dhuhuri, na niko tayari kwa ajili ya kushirikiana na ndugu zangu wa nchi hii ya Burundi katika jambo la Qurani, katika jambo la kheri, katika siku ya Jumapili ndani ya eneo la Bujumbura maeneo ya Buterere. Asantum, wajazakumullahu khairan. Nimefurahi kushirikiana nanyi katika jambo hili adhim. Na mimi Sheikh Hashim Madenge ambaye amefika hapa kwa salama ndani ya uwanja wa ndege wa Mercior Ndadaye ndani ya jiji hapa la Bujumbura. Sheikh, kwanza tunakukaribisha sana katika nchi yetu pendwa hii. Asante na, sana nadhani hali ya hewa sio tofauti sana na nchi yetu geni ya Tanzania. Mimi ningependa kuuliza swali. Uh, ni kwa mara ya ngapi sasa unafika ndani ya nchi ya Burundi? Asante. Kiukweli, katika nchi ya Burundi ni mara yangu ya kwanza. Sijawahi kukanyaga ardhi hii lakini kwa mwaka huu ndio mara yangu ya kwanza kuja katika nchi hii ya Burundi. Na ni Qur'ani ambayo imekuleta katika mashindano ya Qur'ani. Qur'ani imekuleta ndani ya nchi ya Burundi. Na nadhani ni watu wa Qur'ani sana ambao wapo ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa nini achaguliwa Sheikh Hashim Madenge, kai Allahu Akbar. Aa, kwanza nishukuru kwa uchaguzi huu ambao umefanywa na viongozi wangu kule nchini kwetu Tanzania lakini ikiwa ina maana au sababu, labda ni kwa sababu nimeshiriki sana katika mambo ya Qur'ani. Kwanza katika kushiriki mimi mwenyewe kama mshiriki katika, au mshindani, lakini pia kuwa katika sehemu ya majaji ambayo tunahukumu mashindano mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na, na ambaye anatupata hapa katika TV zetu tofauti za dini ambazo zinapatikana ndani ya nchi yetu hii ya Burundi. Anataka Sheikh Hashim kufahamu Madenge. Amezaliwa wapi? Masomo yake ni aje? Na mengi zaidi kuhusiana na Sheikh Hashim Madenge. Anataka kuyafahamu. Unaweza kumwambia lolote anatupata hapa katika TV zetu. Shukran. Ah, majina yangu ni Hashim a Uthman na Omar Madenge. Ni mzaliwa wa jiji la Dar es Salaam katika nchi yetu ya Tanzania na nimesoma katika madaris zilizoko pale Dar es Salaam. Masomo yangu ya awali ya dini nilianza ndani al al al eh, ya Madrasatu Arrahma Alislamiya chini ya Shekh alalim alalama almarhum Shekh Husein Ibn Sultan. Baada ya hapo nikajiunga na chuo cha kiislamu cha kimisri Markaz Alislami Almasri eh, na kumaliza katika marhala ya athanawiya, lakini pia nimesoma kwa mashekhe mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania akiwemo marhum Shekh Muhamad Idi Muhammad pamoja na Shekhe Muharram Juma Doga na mashehe mbalimbali walioko katika nchi yetu, nimesoma kwao na kuleleka kwao katika mambo haya ya kutafuta ilmu ya dini na masomo yetu ya dini kilomita takriban elfu moja na mia tano kutoka ndani ya nchi uh, ya Tanzania kufika ndani ya nchi yetu hii pendo ya Burundi. Ni Qur'ani ambayo imekuleta kuja kwa hukumu vijana 20 ambao watafanya mashindano ya Qur'ani. Ni vipi Sheikh Hashim Madenge amejiandaa kwa ajili ya kukaa katika lazima totafti ya mashindano makubwa ambayo yatafanyika ndani ya nchi yetu hii ya Burundi? Sheikh Hashim Madenge, umejiandaa vipi katika mashindano haya makubwa ambayo yanakuja, nakuakuwa kama vile mahukumu? Ahsantu, ah, nimejiandaa kuja kushirikiana nanyi katika jambo hili vizuri kwa sababu ni miongoni mwa kazi ambazo tunazifanya kwa muda mrefu, takriban zaidi ya miaka kumi tunashiriki katika kujaji mashindano mbalimbali, yakiwemo mashindano makubwa ya mabara kule Tanzania, chini ya taasisi ya Alhikma Foundation, chini ya Sheikh Nuruddin Kishki. Kwa hiyo nimejiandaa vilivyo na nimejiandaa vizuri kwa ajili ya kuja kushirikiana nanyi juu ya kuwahukumu na kuwapima vijana wetu ishirini ambao watakaoshiriki katika mashindano haya makubwa ndani ya nchi hii. Ni mashindano makubwa ambayo yanafanyika ndani ya nchi yetu hii ya Burundi, na yana kauli mbiu ambayo inasema Qurani kamba ya mshikamano, ambayo ni tiba ya mfarakano. Ni nini ambacho unaweza kusema kusikana na kauli mbiu hii ambayo wametuandalia ndugu zetu wa? Kwanza, kwanza, ni... kwanza ni wapongeze kwa kauli mbiu kwa kauli mbiu hii Qurani ni kamba ya mshikamano tiba ya mfarakano, ninachoweza kusema hivi ndivyo Qurani ilivyotueleza. Qurani imetuambia watasimu wa bihablillahi jami'an jamian wala tafarraqu, kwamba shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu moja na wala msifarakane. Kwa hiyo ikiwa Qurani imesema hivyo na sisi tumeichukua kama kauli mbiu kwamba Qurani ni kamba ya mshikamano, lakini tiba ya mfarakano, maana yake tumeakisi na tumetafsiri kwa vitendo aya ambayo Allah subhanahu wataala ameieleza na tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ajalie tushikamane, lakini pia iwe ni tiba ya kufarakana kwetu kwa barka ya Qur'an. Asante. natoa wito kwa waislamu wote wa Burundi na dunia kwa ujumla juu ya kuikimbilia Qur'an juu ya kuipa nguvu Qur'ani, juu ya kuihamasisha Qur'ani kwa vijana wetu, ili mradi Qur'ani iweze kuhifadhiwa, iweze kusomwa, iweze kufanyiwa kazi, ili tuweze kufaulu duniani na akhera, kwa sababu hili ndiyo lengo la Qur'ani. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu wa Burundi, kwanza tushikamane na Qur'ani ambayo ni, ni, ni kamba ya mshikamano lakini pia ni tiba ya mfarakano. Kwa hiyo tushikamanye na Qurani, lakini pia tuhudhurie kwa wingi katika mashindano ambayo yameandaliwa yatakayofanyika Jumapili ili Jumamosi, ili tuweze kupata baraka ya Qurani. Huu ndio wito wangu kwa watu wa Burundi na dunia kwa ujumla, tushikamanye na Qurani. Naam, uh, tumezoea, tumeshuhudia, uh, tumeona mashindano Tanzania chini ya taasisi ya Foundation mashindano yamashindano, tunatizama muda ambao wanaahidi wanautumikisha ipasavyo, kuanzia saa 12 asubuhi au saa moja hadi saa 7 mchana mashindano yanakuwa yamemalizika hili linatuka fursa gani au inatuka changamoto gani ambayo e, tunaungana majaji kutoka Tanzania na majaji kutoka hapa Burundi kwa e, kuwa bado hatujazoeana bado hatujajua mifumo ambayo inatendeka Tanzania au mifumo ambayo inatendeka Burundi kwa usawa gani hapa mtafanya, ili tuweze kuambatana tukamilishe huyu muda na tuweze kujaji washiriki vizuri, inshallah shukrani. Uambatano ni kukaa kwa pamoja kati ya majaji wa Tanzania pamoja na majaji wa Burundi, kisha kubadilishana uzoefu kwamba nyinyi mnafanyaje na si tunafanyaje, mnawezaje kudhibiti muda kule kwenu na tunawezaje kukompea sote wawili, ili tuweze kufanya jambo letu kwa ufanisi wa hali ya juu na ndani ya muda husika, ili mradi jambo letu liwe fupi lakini zuri lenye kupendeza. Kwa hiyo tutashirikiana kwa pamoja kwa kubadilishana mawazo kati ya majaji wa pande zote mbili na kubadilishana uzoefu ili tuweze kufanikisha event yetu siku hiyo. Wanahabari ambao tumekusanyika hapa sote tulikuwa tunategemea kwamba tutawapokea uh, majaji wetu wawili kutoka ndani ya nchi yetu pendwa Tanzania, ambayo ni nyie, Sheikh Hashim Madenge, pamoja na ndugu yako bwana Muhammad Sheikh Khalifa Muhammad Khalifa Juma kumuona, lakini sasa tunamuona Sheikh Hashim Madenge peke yake. Sheikh Muhammad Khalifa, vipi, yeye hatokuwepo? Asante, ni kweli safari yetu ni majaji wawili, Sheikh Muhammad Khalifa Juma na mimi Hashim Uthman Madenge, na mpaka jana tumewasiliana, mpaka leo asubuhi tumewasiliana kuwa tuna ripoti pale airport yetu ya Dar es Salaam saa 2:50 ili saa 3:50 tuweze kuruka kwa pamoja. Lakini bahati mbaya ikatokea dharura wakati Sheikh Muhammad anafika pale, zile board passengers zikawa zimekwisha. Kwa hiyo ikawa haiwezekani kupanda ndege ambayo tumepanda sisi. Badala yake, yeye amebadilishiwa ndege, ataondoka na ndege ya usiku ili aweze kuingia kesho hapa Burundi majira ya saa nne tano asubuhi. Amepata ndege itakayokwenda Ethiopia, kisha kutoka Ethiopia ndio ije hapa Bujumbura. Hii ndio dharura ambayo imemkuta, lakini Sheikh Muhammad yuko njiani na yuko chini ya usimamizi wa watu wa Air wa, e Tanzania, ili mradi aweze kusafiri usiku wa leo na kuweza kuwasili ndani ya nchi hii kesho insha allahu taala <mulia>